Goli ambalo Simba wameruhusu kufungwa lilikuwa ni makosa ya eneo gani au nini ambacho kilitokea kwa ujumla mpaka wakafungwa goli hili moja? Ki, kitu ambacho kimeanzia mpaka goli linafungwa, unaona ni Anthony Mligo, ndio kosa limeanzia pale, kitu ambacho uharaka wa wachezaji wa Petro Atletico di Luanda wakatumia nafasi hiyo hiyo kwa vizuri lakini ukiangalia hata hiyo namna ya goli ambayo walikuwa wameifanya ni ile kasi ambayo alikopo nayo kwa sababu, katika dakika 45 za kipindi cha pili kinavyoanza, mwalimu alifanya mabadiliko kwenye kikosi chake. Kwa mfano, unaona kuna baadhi ya wachezaji ambao waliingia, kwa mfano mwalimu alimwingiza mchezaji kama Race, ambaye katika mashindano haya ndio ndio mshambuliaji ambaye na, ana magoli mengi kwenye kikosi hiki cha Petro. Lakini ukiangalia Gilberto ambaye ameingia katika kikosi ukiangalia namna ambavyo walivyokuwa wanacheza walienda ku walikuwa napita sana pembeni, jambo ambalo linamfanya sasa hata Shomari Kapombe awe bize sasa ku, kwenda kukaba, kwa sababu ukiangalia kwa Simba eneo ambalo pia wanategemea kupeleka mashambulizi ni eneo lake la pembeni. Kwa mfano Shomari Kapombe, unaona hata katika mchezo ambao alicheza kule ugenini katika zile toa za awali alitoa assist yeye na mpanzo akafunga, kwa hiyo akawa ni kama vile ameenda kublock ile njia kwamba kumfanya awe bize kwenye, kwenye kuinda zaidi tofauti na kama vile ilivyozoeleka kwenda kupeleka mashambulizi kwenda mbele. Lakini ukiangalia kitu kingine ambacho Simba kimewagharimu katika mchezo wa leo, ukiangalia substitution ambazo mwalimu amezifanya yani, viungo wale ambao wameanza ambaye ni Kante pamoja na Kamara wote aliwatoa, kitu ambacho kwa unaona katika eneo la kati wanapita sana na hata aina ya goli ambao walikuwa wamefungwa unaona pia mchezaji alikuwa ameingia katika eneo lile lile la kati, mwisho wa siku akafunga na mchezaji alikuwa huru. Ukiangalia pale namba sita, ambayo ambaye utasema pase, ambaye anaweza kumzuia mchezaji yule wa Petro hakuwepo uwanjani, ameingia jansha le ahua ambaye hajaendana haja na ile kasi ya mchezo ambayo Petro katika kipindi cha pili wamekuja wamebadilika. Na katika mpira unaweza usiwe na mpira wakati wote, lakini ukakontrol maeneo yote ndio kitu ambacho wamekifanya Petro Atletico di Luanda, wanapokuwa na mpira, wasipokuwa na mpira, na aina ile mpira ambao ume, ume, umepigwa ulimgusa beki wa Simba, mwisho wa siku mpira ulimbabatiza ukaingia golini. Kwa hiyo unaona, Simba katika mchezo huu wa leo wamepoteza alama tatu zote, ni mwanzo ambao tunasema ni mwanzo mbaya kwa upande wao, kwa sababu imeshazoeleka Simba katika uwanja wa nyumbani huwa anafanya hmm, performance nzuri na kupata hey, matokeo tena na uweza kupata matokeo zaidi hata ya goli moja.